Uh, kwa niaba ya familia nzima ya Ropai eh, Online TV na Ropai Production naweza nikasema kwamba eh, tunapofanya kazi zetu za, za eh, kushuti tupokuwa location, tunafanya, tunahakikisha kwamba video inakuwa ni bora na ya hali ya juu. Na mara nyingi nashirikiana na vijana kwenye kufanya eh, kazi zangu. Nashirikiana na vijana kwa sababu eh, mimi ni mkurugenzi wa kampuni, kwa hiyo muda mwingi sana nakuta nakona Siwezi nikafanya kazi mwenyewe, nikashika kamera, nika direct na nini. Aa, kwa hiyo ugumu kwenye kazi waga unakuwa upo sababu muda mwingine vijana wanakuwa na mambo mengi na nini. Aa, kwa sasa hivi, kijana ambaye nafanya naye kazi, kazi zangu za, za, za production nafanya mwenyewe, na shoot, e, na shoot, naandaa story lakini mara nyingi sana ga namtumia Fujo brand make ni mdogo wangu yule tunafanya naye kazi nyingi sana, kwa hiyo na kikubwa kama watu mnaelewana. Kila kitu kinakaa vizuri. Ah uh, leo niko location na andaa ngoma ya Kayomi. Ya uh, inasema nilikupata na uh, e, tunaandaa, tuko location na timu nzima imeenea na setup nzima tumeenea, mavazi na nini na kila kitu. Ah uh, niwaambie tu watazamaji na wafuatiaji wa Ropai Online TV na Ropai Production kwamba wakae na sisi na wafuatilie kazi zetu. Tunafanya kazi mbalimbali kama vile Bongo Fever eh, lakini vile vile kwaya gospel kimaisha ya mtu mmoja mmoja ku tunafanya nyimbo kwa ubora wa hali ya juu, tuko tuna studio ya audio na video production. Kwa hiyo uneza karibia Ropai production ukapata kitu kitamu kabisa. Kama hivi tunaenda kuandaa ngoma kali, tunaenda kuandaa ngoma mbili. Tunafanya ngoma na Kastori kini vivyo, tunafanya ngoma na Kayomi na Nice Voice. Karibuni Ropai Online TV.